Nam hujambo, karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, pasina shaka upo salama kabisa. Leo ni mwendelezo wa kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu. Tupo hapa moja kwa moja kukusogezea update moja kwa moja kutoka mahakamani. Kubwa zaidi, kumbuka ya kwamba bado tupo na shahidi namba mbili mzee wa doria mtandaoni Inspekta Kaaya kizidi kuhojiwa maswali ya dodoso na mheshimiwa Tundu Lissu ambaye ni mtuhumiwa katika shauri hili kumbuka tulipoishia, e, siku ya juzi kabla ya kesi kuahirishwa, lakini pia siku ya tarehe kumi na nne ya jana kesi haikuendelea katika mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam, e, kutokana na kwamba siku ya jana ilikuwa ni siku ya kumkumbuka Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Sasa leo kesi inaendelea, najua mlimisi sana hii sauti na kujua nini ambacho kinaendelea katika mahakama. Kwa hiyo tupo hapa na hii itakuwa ni sehemu ya kwanza leo eh, siku ya tarehe kumi na tano ikiwa ni siku ya Jumatano ya tarehe kumi na tano mwaka 2025 moja kwa moja eh, kutoka hapa mahakamani kubwa zaidi ambacho nimekiona leo mahakamani kabla sijaanza eh, kukusogezea update moja kwa moja baada tu ya kuingia kwenye chumba namba moja cha mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, baada ya kuingia tu, kabla ya kuendelea na usikilizwaji wa kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema taifa mheshimiwa eh, Tundu Lissu. Mheshimiwa Tundu Lissu amesikika akiwaoji watu walioko kwenye chumba hicho cha mahakama, endapo kama wanafahamu kama aliyewahi kuwa balozi wa Tanzania kwenye nchi za Malawi na Cuba, Humphrey Polepole, aliyetoweka kwenye mazingira tatanishi, kama amepatikana au hajapatikana. Hiki ndicho kitu ambacho Lissu ameuliza watu mahakamani, kama E, Humphrey Polepole amepatikana au bado hajapatikana? Kumbuka bado ni tukio ambalo limewaacha e, Watanzania wengi bado wakiwa na maswali lukuki. Nani aliyemchukua Humphrey Polepole na kampeleka wapi? Kwa sababu mpaka sasa haijulikani ni wapi alipo Humphrey Polepole, lakini pia vyombo vya dola pia vinalifahamu E, tukio hilo ambalo limetokea la kuchukuliwa kwa Humphrey Polepole na watu wasiojulikana, tunakumbuka jeshi la polisi pia wakasema nao wanafuatilia e, ukweli wa taarifa hizo, lakini pia wakamtaka e, kaka yake na Humphrey Polepole, Agustino Polepole kufika pole, polisi kwenda kutoa uthibitisho katika video ambayo aliisambaza kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ya kwamba aliyemteka Polepole ni mafuele kwa hiyo polisi wakamtaka afike kutoa uthibitisho. Kwa hiyo Lissu kauliza e, kama Polepole pole kapatikana. Leo ni Oktoba 15. Moja kwa moja e, tuendelee na update kutoka mahakamani. Mheshimiwa Tundu Lissu kama kawaida ameingia mahakamani mapema akiwa na vibe kubwa kama kawaida yake, amesimama kizimbani akauliza, Polepole amepatikana? Na mama anasemaje, si balozi wake? Akiuliza kwamba Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anasemaje kuhusu tukio la kutekwa kwa Humphrey Polepole, kwa sababu ni balozi wake. Majaji wameingia na shahidi naye kama kawaida ameingia ha, yupo hapa, inspekta wa polisi John Kaaya. Karani anasimama, Criminal Session number 1965, Jamhuri dhidi ya Tundu Lissu ikiwapendeza naitwa Lenatus Simkude, wakili wa serikali, akijitambulisha hapa, lakini pia akitaja mawakili ambao ameambatana nao e ambao watakuwa wanawakilisha e, jopo la mawakili wa jamhuri, anasema niko na Jobo Mrema, Ignas Mwinuka, Harrison Lukosi, Winiwa Kasawa, tunaiwakilisha jamhuri, na mshtakiwa yupo, lakini pia tuna jambo tunaomba kuiambia mahakama. Hawa ni mawakili wa upande wa jamhuri, wanasema kuna jambo wanaomba kuiambia mahakama. Mheshimiwa Lissu anasema na mimi niko tayari na pia nitakuwa na jambo la kuieleza mahakama. Lenatus Mkude anasema, tulipokea taarifa ya msiba wa msajili wa mahakama kuu kanda ya Shinyanga. Tumekuwa na utaratibu wa kwenda kushiriki matukio kama haya na tulipanga kuhudhuria kwenye msiba huo, kwa vile ni jambo la kibinadamu ilikonda yetu itakapofika saa tano twende tukamwage huyu ndugu yetu, ili tuendelee kesho tena. Ni hayo tu. Mheshimiwa Lissu anasimama hapa, anasema kwenye hilo mimi sina pingamizi lolote, na ikiwapendeza kwenye huo msiba wanipelekee salamu zangu za lambilambi kwa wafiwa, lakini pia niwaeleze kuhusu watu waliokuwa wanazuiwa kuingia mahakamani. Nimesema sana jambo hili. Kwa hiyo Lissu amesema kwamba hana pingamizi katika jambo hilo ambalo mawakili wa jamhuri wameomba kwamba itakapofika saa tano e, waweze kuruhusiwa kwenda kumwaga e, ambaye kapoteza maisha ambaye alikuwa ni msajili wa Mahakama Kuu kanda ya Shinyanga. Kwa hiyo wanaomba waende saa tano ya e, kumwaga, ndipo kesho kesi iweze kuendelea. Lissu amesema ana pingamizi lakini pia kumbuka alisema pia ana jambo lake la kuweza kuiambia mahakama. Lakini pia Lissu ametuma salamu za lambilambi kwa wafiwa e, ambao kwa hawa mawakili ambao watakwenda huko msibani, wapikishe salamu zake. Lissu anasema, niwaeleze kuhusu watu waliokuwa nazuiwa kuingia mahakamani. Nimesema sana jambo hili Kasolo, juzi Jumatatu sikulizungumzia kwa sababu niliambiwa wangeruhusiwa siku hiyo hiyo, lakini walikuja wakazuiliwa hapo getini. Kwa taarifa nilizo nazo, walichukuliwa na, na maafisa wa uhamiaji na baadaye wakafukuzwa nchini mchi, ili wasiweze kuingia mahakamani kushuhudia kesi hii. Sasa waheshimiwa majaji, hii ni mara ya tatu kwa watu wanaotaka kuja kuhudhuria mahakama hii kufukuzwa nchini. Walianza na ujumbe uliotoka Kenya ukiongozwa na jaji mkuu mstaafu wa Kenya Willy Munyoki Mutunga, wakapuata na Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire walikamatwa na kuteswa na kupelekwa mipakani na kutupwa. Na sasa hili limetokea kwa raia wa Ujerumani na Marekani walioingia nchini kihalali kuja kutaka kuona kinachoendelea nini. Hii ni kesi kubwa kuliko zote, ndivyo inasema katiba yetu. Ni kesi nayo draw regional and international attention haya yaliyofanyika Kisutu tayari yapo kwenye baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa, yapo katika mahakama za haki za binadamu na watu Afrika. Kwa hiyo haya siyo mambo madogo kabisa. Mahakama inapoingiliwa inasababisha sinto mfahamu kwenye mfumo wetu wote wa haki jinai ndani ya taifa letu. Mwaka 1958 kulikuwa na kesi kubwa sana katika mahakama ya wilaya Dar es Salaam Kibukoni ambayo ni Regina versus Julius Nyerere na wenzake wawili, mmoja wapo ni Robert na mwingine ni Rashidi Baldel. Wakoloni wa Kiingereza wa did not dare kuzuia watu kwenda kushuhudia kesi ya kiongozi wao, na wanaofahamu historia ya nchi hii, mwalimu alitetewa na wakili kutoka Uingereza. Wakoloni hawakukataza pia ku, kuha, wala hawakupiga watu wasiingie mahakamani. Kesi ya Jomo Kenyatta pia ilikuwa kubwa sana ambayo ilifanyika katikati ya vita vya Mau Mau. Waingereza did not dare kuzuia watu kwenda kusikiliza the trial of Jomo Kenyatta, ilifuatiliwa wazi kabisa. Mwaka 1956 mpaka mwaka 1961 tulikuwa na kesi ya uhaini Afrika Kusini, imeelezwa kwenye Long Walk to Freedom kesi ya Nelson Mandela, hakuna mtu aliyepigwa wala kuzuiwa kwenda mahakamani. Hakuna watu walioteswa ili wasingie mahakamani. Sasa nchi hii, baada ya miaka 64, ya uhuru, serikali yetu na vyombo vya ulinzi na usalama inazuia watu wasiingie mahakamani, kwenye nchi ambayo sheria zinasema mahakama ni ya wazi. Tunafanya mambo ya hovyo kuliko wazungu waliotutawala sisi hapa Tanganyika walioitawala Kenya na wale wa Afrika Kusini. Sasa mimi niko gerezani na mahakama imeshindwa kufanya lolote. Sasa ili sije kuja kusemwa baada ya mimi na nyie majaji kutoweka hapa duniani kuwa nilikuwa kwenye dhambi ya watu ambao walinyamaza kimya mambo haya kutokea, nimesema kutimiza wajibu wangu na sitaki dhambi ya kunyamazia uovu au maovu. naomba kumalizia hapo. Hiyo Lissu kamalizia hapo akigusia kesi mbalimbali lakini pia e, akitaja namna ambavyo watu wake wamekuwa wakizuiliwa. Mahakama imetulia sana hapa, hakohoi mtu. Baada ya hiyo spichi ya mheshimiwa Lissu, watu wameingiwa ubaridi, ni kama maneno maneno yamewaingia kila aliyepo hapa. Jaji amewasha kipaza sauti na kumwambia shahidi, uko chini ya kiapo. Endeleeni. Mheshimiwa Lissu anasema: ni kweli au sio kweli hiyo video ya tarehe tatu ya mwezi wa nne ilichapishwa kwenye Jambo TV na mitandao mingine, na walichapisha Jambo TV wenyewe? Shahidi Kaya anajibu na kusema kwamba aliyechapisha sifahamu. Kumbukeni, kosa la Lissu ni kuchapisha na kusambaza. Mheshimiwa Lissu: ni kweli mkutano wangu wa tarehe tatu ya mwezi wa nne ulirushwa mubashara na Jambo TV? Shahidi Kaaya, ni kweli. Mheshimiwa Lissu, na ni kweli au si kweli mimi sina uhusiano wowote na Jambo TV? Shahidi Kaaya, mimi sikufanya upelelezi wa kuhusu wahusika wa Jambo TV ni akina nani. Mheshimiwa Lissu, ile fashi diski zioksia yenye rangi nyeupe unaikumbuka ulisema? Shahidi Kaaya, ndiyo nakumbuka. Mheshimiwa Lissu: je, uliandika aina hiyo ya flashi na rangi yake kwenye maelezo yako polisi? Shahidi Kaaya: sikuandika. Mheshimiwa Lissu: umezungumza sana kuhusu video na kuwaonyesha wakubwa zako na kuipakua na kuweka kwenye flashi diski, umezungumza sana asa, waeleze majaji kama umewasilisha hiyo flashi diski au hiyo video mahakamani hapa. Shahidi Kaaya: bado sijaiwasilisha. Mheshimiwa Lissu, ni sahihi nikisema hakuna mtu aliyeiona isipokuwa wewe? Hiyo video majaji hawajaona, mawakili hawajaona na mimi sijaona. Shahidi Kaaya: ni kweli. Weleze majaji kama unafahamu au hufahamu hiyo video vilevile haikuwasilishwa wala kuonyeshwa kwenye komito Kisutu. Shahidi Kaaya: sifahamu. Mheshimiwa Lissu: sasa shahidi, unakumbuka kwenye ushahidi wako ulieleza jinsi ulivyoona hiyo video na kutoa taarifa kwa mkuu wa kitengo shahidi kaya ni kweli mheshimiwa lisu waeleze majaji kama kwenye maelezo yako polisi au hapa mahakamani ulimtaja huyo mkuu wako wa kitengo kwa jina shahidi sikumtaja mheshimiwa lisu unakumbuka nilikuuliza maswali mengi juu ya kesi mbalimbali zilizopunguliwa na watu tofauti-tofauti kuhusu masuala ya katiba na mabadiliko yake shahidi kaya nakumbuka Mheshimiwa Lissu waeleze majaji kama unafahamu au ufahamu kwamba tarehe 3 tarehe 13 ya mwezi wa 6 mwaka 2023, mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na wananchi ilitoa uamuzi kwamba serikali ya Tanzania ibadilishe sheria ya uchaguzi ili kuhakikisha sheria za uchaguzi zinakuwa za haki kwenye kesi ya Bobu Chacha Wangwe. Ni kesi ya Bobu Chacha Wangwe akiwa na ligo And Human Rights Center wakiwa shitaki AG tume ya uchaguzi, alikuwa anawapa full citation hapo majaji, anawatajia na namba ya kesi hiyo. Shahidi anasema nakumbuka. Lissu, sasa kuzuia uchaguzi ni uhaini mnasema hivyo? Kwenye ushahidi wako ulieleza kuzuia uchaguzi bila kufuata taratibu za kisheria, kama vile kupata amri ya mahakama, ni kuitisha serikali Shahidi Kaaya anajibu na kusema kwamba nakumbuka. Mheshimiwa Lissu. Utaratibu huo wa namna ya kuzuia uchaguzi upo katika sheria gani? Shahidi Kaaya anajibu na kusema kwamba sifahamu. Ushahidi ni kazi sana jamani. Leo kumbukeni kuna ile kesi pia ya ambayo wamefunguliwa baadhi ya viongozi wa, wa Chadema akiwepo Hilda Newton ambaye ndiye anatuandikia update hapa moja kwa moja eh, kutoka mahakamani lakini pia wakiwemo viongozi wengine wa chama. Hilda amesema kwamba kesi inaanza muda huu, ila mimi siendi, wataingia mawakili wetu kwa niaba yetu. Nakumbuka pia nimeona komenti watu wanauliza kwamba vipi viongozi wa Chadema ambao wameshitakiwa, je, watahudhuria kesi au wataingia kwenye kesi ya Lissu? Wote wapo hapa ndani na kama hapa alipoandika Hilda kwamba hiyo kesi ambayo wamefunguliwa viongozi akiwemo na yeye inaanza muda huu, ila mimi siendi, wataingia mawakili wetu kwa niaba yetu, tunaendelea na kesi yetu. Mheshimiwa Lissu: katiba unaifahamu? shahidi Shahidi: ndiyo naifahamu. Mheshimiwa Lissu: walete majaji kama upo taratibu wa kuzuia uchaguzi mkuu. Shahidi Kaaya: haupo, haujaainishwa kwenye katiba. Mheshimiwa Lissu: kwa hiyo utaratibu haupo Kaya, zipo sheria zingine. Lakini Mheshimiwa Lisu, hivi unaelewa swali langu au unatuchelewesha kwenda kwenye mazishi? Shahidi Kaya, haupo. Mheshimiwa Lisu, je, ni kweli uchaguzi mkuu wa Tanzania unaendeshwa na inayoitwa tume huru ya uchaguzi? Shahidi, ni kweli. Mheshimiwa Lisu, je, ni kweli katiba inasema tume ni chombo huru na haitakiwi kuingiliwa na mamlaka au mtu yeyote? Shahidi, sikumbuki. Mheshimiwa Lisu anasomewa katika katiba hapa shahidi ibara ya sabini na nne kifungu cha kumi na moja kuhusu tume na uhuru wake, na pia anasomewa sheria ya uchaguzi kuhusu wajibu wa tume kwamba tume haitakiwi kupokea maelekezo yoyote kutoka kwa serikali wala chombo chochote cha serikali. Shahidi Kaaya anajibu hapa na kusema kwamba ni sahihi kwamba tume haitakiwi kupokea maelekezo yoyote kutoka kwenye chombo chochote kile, hata serikali. Shahidi hapa anajibu na kusema kwamba ni kweli, kwa maana hiyo anafahamu pia jambo hilo. Anaendelea hapa, mheshimiwa Lissu anamwambia shahidi sasa waeleze majaji kuwa serikali haihusiki chochote na uchaguzi na, na uchaguzi uko chini ya tume huru, kwamba serikali haihusiki na chochote na uchaguzi na uchaguzi uko chini ya tume huru. Shahidi Kaya, hapo ni kweli, serikali haihusiki, ni tume ndiyo inahusika. Mheshimiwa Lissu: sasa naambiwa nilitengeneza nia ya kuhamasisha wananchi wazuie uchaguzi mkuu, unalifahamu hilo? Shahidi Kaya anajibu na kusema kwamba inategemea. Mheshimiwa Lissu: inategemea nini? wewe polisi, mi nakwambia kuhusu mashitaka yangu hiyo hati umeisoma, unajua anashitakiwa na nini? Shahidi Kaya, mimi sijaisoma hiyo hati ya mashitaka. Mheshimiwa Lissu, kwa hiyo hujui mashitaka yanasema, mimi kama hujaisoma huwezi kuijua. Shahidi Kaya hapa amenyamaza, anatoa macho. Mheshimiwa Lissu, haya, umegoma kujibu, mimi nakuacha, tuendelee. Mheshimiwa Lissu, kwenye maneno niliyotuhumiwa nayo sijaitaja kabisa serikali. Shahidi: umeitaja kwa namna fulani, hujataja kwa uwazi. Mheshimiwa Lissu: hiyo namna fulani ndiyo wamekufundisha kina Kingai, ambao nao pia sio mawakili. Wamekudanganya, umekariri na unakimbia na haya mambo ya uongo. Unaona unavyoteseka hapa sasa, na kusomia maneno yaliyopo kwenye hati ya mashtaka walisema msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli, kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, hii ndiyo namna ya kupata mabadiliko, tutaenda kukinukisha sana. Hayo ndiyo maneno nashitakiwa nayo. Sasa katika hayo maneno kuna neno serikali, shahidi? hapo neno serikali lipo kwa maana ukitafsiri. Mheshimiwa Lissu, nakuuliza kuhusu maneno niliyosema mimi Nimetaja serikali shahidi? Kwenye maneno hujataja, ila lipo. Anasimama Jobu Mrema anasema, tuna pingamizi, tunaona shahidi ameshajibu hili swali. Jaji anasema, hebu tuendelee, sioni pingamizi hapo. Baada ya Jobu Mrema, wakili wa jamhuri, kusimama na kusema kwamba eh, tuna pingamizi, tunaona shahidi ameshajibu hili swali. Jaji anasema, hebu tuendelee, sioni pingamizi hapo. Kwa hiyo, Jogo Mrema anatakiwa kukaa chini. Hapa amekuwa ni mpole sana Mheshimiwa Lissu: kwenye hayo maneno ninayosadikika kuyasema kama nimetaja tume huru ya uchaguzi Shahidi, hujataja tume huru ya uchaguzi. Mheshimiwa Lissu: hii habari ya kutisha serikali, sasa ulisema umesoma criminal law, ni kweli? Shahidi, ni kweli nimesoma criminal law. Mheshimiwa Lissu: je, umesoma penal code, kanuni ya adhabu Umesoma wewe, si umesoma? elo, elo nukta b. Shahidi, nimesoma Mheshimiwa Lissu. Kifungu cha 39 sehemu ya pili d cha Penal Code. Sasa waeleze kwenye kifungu hicho neno kutisha kama limefafanuliwa. Shahidi, sikumbuki Mheshimiwa Lissu. Neno ambalo limetumika ni intimidation. Je, waeleze kama hilo neno limefafanuliwa, nikupe sheria usome ili unataka kuropoka. Shahidi, sikumbuki Mheshimiwa Lissu. nikikwambia hilo neno halijatafsiriwa kokote kwenye peno kodi utasemaje? Shahidi, sikumbuki Mheshimiwa Lissu. Je, kwenye hati ya mashitaka hilo neno kutisha serikali limepanuliwa? Shahidi, sikumbuki Mheshimiwa Lissu. hata kwenye hati ya mashitaka hicho kinachoitwa kutishia serikali halijapanuliwa, utasemaje shahidi sina uhakika. Mheshimiwa Lissu, sasa naomba apatiwe maelezo yake exhibit D1, sasa tuyapitie. Shahidi na usinisumbue. Je, maneno yafuatayo ni ya kihaini hapo kwenye ukurasa wa pili, wa pili wa maelezo yako umesema. Matamshi mengine ni umesema mambo ya majaji kuwa ma CCM na wanataka vyeo. Umeona hayo maneno shahidi? ndiyo na yaona Mheshimiwa Lissu. Sasa je, hayo maneno ni uhaini shahidi? Hapana, siyo ya uhaini Mheshimiwa Lissu. Pia ulisema maneno mengine ambayo mimi nimeyasema kwamba nilisema wapinzani walianguliwa kwa amri ya rais. Je, hayo nayo ni uhaini? Kaya, inategemea wapelelezi wanajua. Mheshimiwa Lissu, nakuuliza wewe, hayo ni uhaini? kama kuna mtu mwingine anajua, wewe umekuja kufanya nini hapa shahidi? Mimi ni mpelelezi lakini sijapeleleza hilo mimi. Mheshimiwa Lissu, na mimi nataka kuchaguliwa kwenye kacheo fulani na nyiye mnataka kuchaguliwa pia. Sasa mnafikiri tunafanyaje kwa mazingira haya? Je, hayo pia ni uhaini? Shahidi, sasa hadi mchunguze ndiyo nitajua. Mheshimiwa Lissu, ulichunguza? Shahidi, mimi siyo mpelelezi sikuchunguza hili. Mheshimiwa Lissu, unajua uchaguzi wa serikali za, za mitaa unaendeshwa na TAMISEMI. Shahidi Kaaya, anasema ni kweli. Mheshimiwa Lissu, ni kweli kwamba uchaguzi huo unaendeshwa kwa kanuni za uchaguzi huo zinazotungwa na waziri. Shahidi Kaaya, sifanyi kazi huko kwa hiyo sifahamu. Mheshimiwa Lissu, huyu waziri ni mteule wa rais. Shahidi Kaaya, najibu na kusema kwamba mimi sijui na ndugu mpenzi mtazamaji, ni kukumbushe pia kuhusu ile kesi ya kina HM Nyika wa kina Hilda Newton ambayo imefunguliwa na wale viongozi kutoka kule Zanzibar. E, hapo awali nilikuambia kwamba viongozi wote wapo mahakamani, lakini kuna viongozi ambao walichepuka na kwenda eh, mahakamani kwenye kesi hiyo ambayo tayari imesikilizwa nayo, pia tutakusogezea hapa moja kwa moja update. E, tujue kwamba kwenye hiyo kesi e, kitu gani kimetokea. John Mnyika pamoja na makamu mwenyekiti wote walikuwepo huko, kwa hiyo nitakusogezea hapa update, ujue kitu gani kimetokea huko. Anaendelea hapa mheshimiwa Lissu kwenye kesi hii ya uhaini, anasema: kwa hiyo wewe hufahamu mtu anayeteua mawaziri nchi hii, wewe humfahamu? Kaya, mawaziri wanateuliwa na rais. Mheshimiwa Lissu kwa hiyo Mohamed Mchengerwa ni mteule wa Rais Samia, huyo ni waziri wa Tamisemi. Shahidi: ni kweli Mheshimiwa Lisu. Je, ni kweli au sio kweli, ni waziri ambaye anatoa tangazo la uchaguzi na ratiba yake ya huo uchaguzi wa serikali za mitaa? Shahidi: sina uhakika Mheshimiwa Lisu. ni kweli au sio kweli, wasimamizi wakuu wa uchaguzi huo ambao ni returning officer ni wakurugenzi wa halmashauri mbalimbali shahidi, sijui Mheshimiwa Lissu. Ni kweli au sio kweli wakurugenzi wote wa halmashauri za wilaya ni wateule wa rais? Shahidi, sifahamu Mheshimiwa Lissu. askari polisi wenye cheo cha inspekta hapa hamu, wakurugenzi wanaoteuliwa wanateuliwa na nani? Vituko na aibu, nimechomekea hapa mimi hii, kwamba eh, polisi hafahamu hayo Yani vituko na aibu amechomekea yeye mwenyewe Hilda, lakini Lissu hajasema hivyo. Mheshimiwa Lissu, ni kweli kwamba watumishi wote watu wa serikali za mitaa wanaohusika na uchaguzi wa serikali za mitaa wanafanya kazi kwa niaba ya rais au maelekezo ya rais? Shahidi, sina uhakika. Mheshimiwa Lissu, ni kweli uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024 kwa maelfu walianguliwa na kuzuiwa kugombea? Shahidi, Sina uhakika. Mheshimiwa Lissu, ni kweli au si kweli baada ya kuenguliwa kelele ikawa kubwa hadi Dkt. Nchimbi, katibu mkuu wa CCM, alielekeza pia warudishwe. Shahidi, sina uhakika. Mheshimiwa Lissu, ni kweli baada ya kelele zote hizo Waziri wa TAMISEMI Mchengerwa aliomba muda uongezwe na kubadili ratiba ya, ya uchaguzi. Baada ya Lissu kuuliza hilo swali anasimama hapa Renato Simkude anasema, Mheshimiwa jaji, imefika saa tano kamili, naomba turuhusiwe kwenda msibani na tutafikisha salamu za lambilambi pia za mshtakiwa ambaye ni Tundu Lissu. Jaji Ndunguro anasema, shahidi, tukutane kesho saa tatu asubuhi, tunahairisha shauri hili kwa ajili ya mawakili wa jamhuri ya eh, kwenda msibani, kama tulivyokuhabarisha hapo awali. Kwa hiyo leo tutakuwa na hii sehemu moja tu yote kwa kile kilichotokea mahakamani. Hakutakuwa na part 1, part 2, part 3, kutokana na msiba uliotokea. Kwa hiyo mawakili wanakwenda msibani, lakini pia Lissu katuma salamu za rambirambi huko ambako wanakwenda. Sasa tuachie mwane yako na kubwa, nimefurahi sana. Jana niliwamisi, hatujakutana lakini leo tumekutana, japo sio kwa muda mrefu, lakini naamini kesho tutakuwa pamoja tena eh, tujuzane nini ambacho kinaendelea mahakamani, lakini pia nitakuhabarisha hapa kila ambacho kimetokea eh, kwenye kesi ambayo viongozi wa Chadema wanashitakiwa nayo wakina John H, eh, John Mnyika pamoja na wengine kama Hilda Newton ambayo imepunguliwa na Isa Muhammadi na wenzake kutoka kule Zanzibar. Kubwa tukutane tena wakati mwingine hapa. Maoni yako ni muhimu sana nawapenda sana. Sana bye, bye.